Kulingana na afisa wa shirika la ulinzi wa raia la Gaza, Muhammad al-Mughayyir, mashambulizi ya Israel yaliyofanyika siku ya Ijumaa yamesababisha vifo vya takriban watu 20 ikiwa ni pamoja na tisa waliouawa katika kambi wa ya wakimbizi wa ndani ya Bureij. Wizara ya afya huko Gaza inayodhibitiwa na Hamas imesema tangu Israel ilipoanzisha wimbi jipya la mashambulizi mnamo Machi 18 karibu watu 2326 wameuawa, na hivyo kupelekea idadi jumla ya vifo tangu kuanza kwa vita hivyo kufikia watu 52418. Mashirika misaada ya misaada yametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka za kibinadamu katika ukanda wa Gaza yakisema kuwa hatua za Israel za kuzuia misaada na huduma muhimu zinasababisha hali mbaya kwa mamilioni ya Wapalestina. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na misaada ya dharura huko Gaza, Olga Cherevko amesema hali ni mbaya hadi watoto wa Gaza hulazimika kutafuta mabaki ya chakula kwenye mlima ya taka, huku baadhi ya watu wakilazimika kuvamia misafara inayodhaniwa kusheheni misaada ya kiutu. Aidha, Bicherevko ameitolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. Waasi wa Kihauthi wa Yemen wanaojinasibu kama uungaji mkono wa Palestina katika vita hivyo wamefyatua makombora kadhaa kuelekea Israel, ambapo kambi ya kijeshi mashariki mwa eneo hilo linalokaliwa na Haifa ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. <coughs> Jeshi la Israel limesema limefanikiwa kuyadungua makombora mawili, huku mripuko ukisikika huko Jerusalem. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasi Mwanjiro.